Unapendeza, asanteni. Basi la leo ni musika ni mwenyewe Siwa mchanganyiko, Siwa mchanganyiko, badilika. Kwa hiyo wananipenda tu kunivesha sana kwenye matukio yangu, lakini ni mwanao, nijiveshe mwenyewe jamani, mwenyewe.

Kwa, yeah. Kwa inspire vijana wadogo ni kitu cha kawaida, kwani mimi ni mtu wa mahesabu. Sio kihivyo, ni kawaida. Ndio. Yeah. Sure. Yeah. Nikupongeze ni, ni pia umekuwa na chemistry nzuri sana na mashabiki zako, hiyo mm. pia hata kwenye ngazi ya familia ipo. Ndio ulikuwa mm. bana bana na unampeleka baadhi ya sehemu. Sehemu za wapi? Analetea, yani kuna baadhi ya wanawake, yeah. dada ndio ananiletea yeah. Aa, hey, una ukweli wote. Akili zake sio nzima a mtoto yule mweu. Sasa kama anaongea hivyo, sasa nikumbusha kweli, Mungu nipa zambi, hata kama kweli ndio waseme vile tunamlaumu lakini kumbe chanzo wewe sasa. Hapana, hapana. Ndio alichothibitisha eh? Yeah. kuna vya kurithi kwa baba lakini alisema pia kuna vingine na dada. dada <laughs> eh. eh. Bwana, eh. ni utungaji tu katunga, lakini eh. si kwamba labda ni kweli eh. Mimi siko mwanamke kwanza. Mimi ndio eh. mkubwa mimi kwenye familia eh. mimi ni mkubwa kaitwa eh. kwanza eh. eh. eh. mimi wa pili, kwa hiyo ni mtu ambaye hata mwanamke nikimjua awe ame olewa amalia. Eh, kwa sababu wewe unajua una, hasa yeah. kana mahusiano mi kana mtu karibu, lakini mimi sijui. yes. Rafiki yeah, ananiambia tu rafiki yangu nmb. yes. mati mpenzi wangu, kwa hiyo ni yes. well, mtu ambaye kidogo kuna kajeshi hapo, lakini uh -huh.

e jini la kiume yeah. yani mimi jini langu liko la kiume kwa hiyo ah, yeah, mara zote kwenye yeah, jini la kiume anatakadiza kupenda kuheshimiwa unajua mwanaume anapenda Watu wataelewa. Watu watu wakachukulia kama bana, ndo maana alichokiimba Dula kina ukweli, kwa sababu hao watu wote wewe ndo chanzo, unaonekanaga nao sana. Aka chanzo hicho kuhusu nini? Kuachana nao wewe unaendelea nao? Ah, sasa kuachana sio kama ndo mmewachana kimaisha au mmeachana kwa ubaya, yaani kuachana sio vita, ni riski za kuanaisha kaenda kwa Dulla riski imeisha, akampata mwingine riski imeisha, yeah. Ishaa atampata mwingine yeah. Kwa hiyo ni maisha tu, kwa hiyo yeah. Isiwe vita, yule kwanza, kiachira yote ni msanii mwenzangu yeah. Tunaigiza wote na yeah. Nanii naye anaigiza pia, pendeza yeah. Hey, kwa hiyo ni watu ambao wasanii wenzangu, nikimchukia leo, kitu kitukutanisha, nitafanya naye vipi kazi vizuri? yeah. Nitaanza kuhofia kwamba Hyusipendani nayeendane yani kushikiana na mtu yani mimi kwa maisha yangu, kumchukia binadamu ni kitu adili sana kwangu, nikikaa mwisho sanamayoifanyamejipanga sana sana. Uh, Siwa, kuna kitu ambacho nataka nikuulize. Uh, kuna maisha ambayo Dula naishi, labda kama dada ulishai kumkanya? kuna vitu ambavyo anavifanya kona hivi sivyo, ukasimama kama dada kumkemea. Eh, vingi sana namwambia. Okay. Namwambia vingi lakini ndio tunabizana kama familia. Akikosea ndugu yangu, hichi sio kizuri, ni kawaida. Na watoto wangu na familia yangu lakini yeah. Bado na mama yangu na baadhi ya vitu nikosea na niambia. Sure. Yeah. Yeah. Kila siku. Mimi pia na mkubwa wangu na yeye ni mkubwa wako. Kwa hiyo kuelewana ni kitu cha kawaida. Leo tumpongeze kwanza mkuu wa mkoa Albert Chalamila. Leo mm -hmm. le, bwana amewapatanisha Uh, Dula na Manara bwana ndio wamekutanisha na kawaida na nah, ni gombana, yeah, sasa sijajua mbona mm, mbona kisa eh kawaida kwenye stage pale <fiyaki> <tusnarchi> wagombane kisa nini? Mapenzi. Mapenzi yapo tu, ni mapenzi ndio fufa, yaani mimi mapenzi nashukuria kitu ambacho kama kipo tu kitakuepo kesho akipo, yaani mapenzi na mgombane hizo tu kisa mapenzi, mapenzi, aliwapatanisha leo, baba mapenzi kawaida sana, usigombanishe watu sana mapenzi mapenzi. Ndio chanzo cha au kugombana. Mimi sioni kama amegombana lakini, yeah, labda kwa sababu ya hisia za watu hey, wanasema kama kuna watu ambao vimeingiliana pale hey. Sasa jamaa maingiliana wewe hey, ukamwacha ukabeba ukafanyaje? Yaani hiyo hey, ni vitu vya kawaida hey, na kwenye maisha vitu vinatokea ni kawaida tu hey, a yani. Zile nyimbo. Ila

mimi kama mimi kawaida kwangu yeah. Mimikawaida yani kitu kikitokea kipita kimeisha yeah. Lakini ujui mtu mwingine mwoni mwake anaeka nini, kwa hiyo nakiiw alivyowaita kupatanisha yeah. Kuzungumza nao ni kitu kizuri, kama kama kafanya kafanya hivyo yeah. Kitu sijaona ni vizuri mimi, nimeenda kuonesha video, baadaye ameahidi pia kuwapa milioni 5 5 ah, nitapata mbili kwa Dulla, hapo. hapo. Na Na shehe yako hiyo. sana 5 kuiwahi kabisa yangu Eh. Neno moja kwanza kwa mkoa mkoa Ah, baba tunashukuru sana kiongozi Chalamila, Chalamila eh, kiongozi eh, wangu eh, asante kwa upendo. Unajua eh, ana eh, kipaji sure, kwa kutanisha eh, watu pia ni kipaji na ni kipawa pia mm, na unaweza eh, mm, kudhubutu unaweza kusema kama eh, wasipatana je, lakini yeye hakujali kwenye hilo eh, tunashukuru sana kwa upendo baba, asante kwa kutupenda babangu, kiongozi asante eh, kutupenda babangu, kiongozi pengine katika zile milioni tano za dola za mm, kwenye zile, hasa unaomba lolote? Hizo tano naziomba ah, tu. Mbili tunaomba mbili, eh. minabili, tunaomba <laughs> Unabili, <laughs> eh, mbili naomba kaka. Baba baba yetu kaka, eh, dada mtu naye anaziomba kidogo. Siwa, Siwa, kuna kuna maisha maisha ambayo ambayo kwenye Kombolela unaishi nayo, watu wanajiuliza, haya tunaona kwenye Kombolela ni maisha ya kawaida unaishi nayo kila siku, iwe ni kuigiza hapa na maisha yangu, ila ni mcheshi okay. lakini sijafikia Siwa. Mm. Siwa ni mtu ambaye na ni wagewage kabisa, sababu kuna muda unampanda kichaa, kwa hiyo <laughs> mimi ni Amina Ahmedi tofauti na Siwa kikala mm. eh ila mimi ni mimi, tutaongea tutacheka, mchangamfu kuna yeah. yeah. yeah. mm. changamoto ambayo lukutana nao, mtu akakuchukulia mbona kama yupo vile ambavyo namuona kule, yani shida ishai kukutana kwenye jamii ambayo unakutana nayo nyingi sana, kuogopa eh yeah. mama yangu gi nakuogopa, mtu anakimbia, mama yangu siko huko. Kwa hiyo hiyo ni lazima, si unajua, ile ulipobeba karata yako mtu anaona huyu ni yeye kweli, ni kwa hivyo. Unajua, watu wengine wanaanza kuita kama wachawi. Wanaonekana kweli, huyu mbona mchawi, lakini kumbe ni ile alipoigiza kitu kweli, mtu kimemwingia, kaona kweli kama huyu kafa katendea haki ile sawa. Tumalize tumalize na hili hapa. Nimeona pia kuna kuna kuna wadada sasa hivi wameanza kuongelea ku kuhusu maumbile ya wadada wenzao kuwachamba. Dada mmoja alikuwa na chamba wanawake weusi hawastahili kuolewa, hawastahili sijui na nini I, ile nadhani uliona ile ina, ina maana gani hasa kwa mwanamke kumchamba mwanamke kwamba astahili kuolewa na wazimu, kwa sababu an mwambie mtu hivyo. Mungu anaumba. Yaani mimi sikupanga kuumba mweupe yeah, na hala ya kupanga kuumba mweusi na mweusi na mweupe wote si binadamu yeah, na mtu kumpenda mtu aiangali rangi

sijamaliza kuumbwa hapa nilipo mimi, muda wote nikitaka kutoka, na mkabidhi Mwenyezi Mungu ni nusuru na mabalaa, kwa sababu haujui kesho yako. Tunajua, tunajua tu tulikuwa mkia jana, ila ila kesho hatujui, tunajua ila kesho tujui hapa sasa tulipo hicho. Kwa kwa hiyo, kwa nini mwambie mtu kama hicho? Mimi sipendagi, sio mzuri eh, eh, mm. eh, nini wanawake wengi wanajichubua sana, wao kuna, kuna ukweli ndani yake pia kwenye waupe. Ah oh, tunajuaukakia yani, okay. wana imani sana, unajua kujichubua ni imani ya mtu eh, mimi nikiwa mweupe jina kama anapendeza unajua, yeah, sure. eh lakini ni ujinga kwa sababu Mungu kama alitaka kufalangia kwenye usi yeah. Ameona una una yeah. yeah. hey, ah. hey, na staili hey. hey. hey. hey. hey. hey. hey. hey. na kuna Valentine leo sio? Tunapendana kila siku siku kweli. Kwa nini sasa Si waninikizungumzia kuhusiana na karakta ambayo unaicheza kwenye Kombolela. ah, umekuwa ni mama mashavu, lakini mashavu ameolewa. Kuna karakta ambayo unaonyesha ni kwamba mtoto akiolewa ni kama mama vile, yeah. kuna vitu anataka kuvuna kwa mke wake, hiyo ni moja ya mm. kitu ambavyo umekionyesha. Tukitoka hapo umeozesha juzi, umeozesha juzi kati, yes unawaambiaje wamama ambao, hey, hey, yes. mm. uh, ambao uh, wanatizama Kombolea lakini huo husika ambao umeuvaa, kuna mama ambao wanafanya huku kwenye jamii ya kawaida, kile ambacho nakifanya kwenye Kombolea Yani mimi mama, nawaambia tabia sio nzuri omana yeah. Simaa siwa ni mtu ambaye wa ovyo yeah. Kwa hiyo sisi tunaelimisha wasifanye yeah. Ila tu watu wanapenda, wanafurahi na kuchekelea yeah. Lakini kile ni kitu kibaya, kibaya kitakiwa kufanywa hata yeah. Hata mimi mwenyewe binafsi mwanangu yeah. Kwa yani, si maisha halisi, siwezi kufanya kitu kama hicho. Wewe kwa mkwe wa asubuhi, kwenda kwa mkwe sio asubuhi so, tu yani, mm. kwenda kwenda tu kwa mkwe, pia naye anaipendezi yeah. Sio so, asubuhi au sio mchana yani, kwenda kwenda ukapumua mbele ya mkoo sio jeu ule unakuoloa gafla kweli. ya kuhusu Tanzania Film Awards, ah ni kitu kizuri mm -hmm. tunzo ni inamfanya mani jisikie vizuri yeah, yeah, e, nawao ndo majaji wanakaa wanafikiria wanawaza huyu aingie huyu asingie. Basi inshallah utakaopata, inshallah hata kama hujapata ni moja hapo. Ashin, neno lako mwisho la mwisho kwa, kwa, kwa kuna binti ambaye yuko kitandani alia sasa hivi kwa sababu hajapostiwa postiwa na labda na mpenzi wake, kumwambia inahusu nini mpenzi mpenzi mpenzi nini? hmm. yani mpenzi nini yaani yaani ni kwanza mapenzi kawaita mpenzi nichukulia. Simple, ukimpata tamba naye akiwa hayupo pia. Yaani pambana ameshakuisha weza ku-post na maisha yako achana. Yaani kwa nini, vita gani ulie Yaani, kwa sababu gani ulie? Unajua unajua mtu akishakuwa analia unaona kabisa wewe yeah. Usilie pambana wewe, wewe umekiri dhaifu. Usilie pambana wewe. Tafuta penzi wengi wengi. Unajua leo kama hajakuposti wewe, atakuposti mwingine. Sio, naomba nikuulize sana mwisho. Kuna juzi ulifanya audition ya wasanii kwenye kwenye yeah. mm. kwenye sanaa yako. Yako, nikapita kwenye page yako nikakutana na comment wao anasema, si wanataka kuondoka kwenye tamthilia ya Kombolela. Wenda ndio maana anatengeneza wasanii wake. Shabiki kama anauliza swali kama unaweza kumwambia upo kwenye tamthilia ya Kombolela ama anataka kuondoka ndio maana anatengeneza wasanii wake. Ah. Hapana, sio kwamba nataka kuondoka. Mi nitaendelea kuwepo kwenye Kombolela, labda mwenyewe mwandishi akiniandika asinione kama natakiwa kuendelea kama, lakini kama akinihitaji nitaenda kuwepo. Mimi nimelala asubuhi leo, shughuli yangu ilikuwa jana kama cheupe, nimeshinda, nimelala asubuhi. Lakini sasa hivi nimekuja. Kwa sababu gani hii? Nimechaguliwa kupitia Kombolela na bosi wangu, ndio yupo ameniamrishi. Yaani wao ambao nimewachagua mimi, mimi ndio bosi wao, lakini mimi pia bosi wangu wa beauty, umeona? Kwa hiyo hapo sipokuja na moja tia amri ya bosi wako kwa hiyo mii bado nipo kwenye Kombolela, kazi zitafanya skote huku na huku na huku kule. Mimi ndio tajiri, lakini huku kwenye kombolela mimi pia nina bosi wangu. Kwa hiyo nimeamua kufanya hivyo kwa sababu mimi niliweka, niliweka nadhiri kwamba ikitokea siku nime, yani watu wamepata kunijua kupitia kazi yangu nitasaidia watu. Kwa hiyo mwenyezi Mungu namshukuru kweli nimepata watu yani wasanii nimewapata. Wasanii wanajua na ni wasanii wazuri, yani ambao wako cha chini kabisa yeah. ni wachache mno lakini pia nimewachukua wote, inabidi ni wachuje, ila yani ni nimeshindwa kuwachuja jana. Yani wasanii wamejiandaa, wamenitengenezea picha, bonge la picha. Si wa asante kwa kutusaidia. Yani mpaka jana nimelia. Kisha kuna mimi nalia, ndugu yangu. Na kuambia picha hilo, mapicha picha. Yani ma surprise ya kutosha, kwa hiyo

Ile uchizi ni ngumu sana. Kuna mambo mazito kama yale, ni zaidi ya kuokoteshwa, ni kitu ambacho kimeishi. Yaani ni alama ambayo imekaa kwenye moyo wangu, watu wanaonyesha upendo mkubwa. Kuna baraka za Dulla, baraka za nini, vibaya kwe... mno, yaani yani kila anachofanya anamwambia hiki na hiki mb... yani vibaya mno.

akubariki sana. Inshallah. Asante sana. Ah, mmekomesha.